Hallelujah. Hallelujah. You can greet me wherever you are this day. I greet you all. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. You can greet me. You can greet me, beloved people. You can greet me wherever you are this day. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah.

Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna sasa leo hivi nimekuja tuongee kidogo, na mimi nataka kuwasaidia. Unajua mimi huwa nawapenda sana, ndio kwa sababu nimekuja kwenu leo. Tusaidiane, tupendane, watu wasikufwe na wasiangamizwe na madepression na stress na nini Unajua, kuna watu wao wananyamaza tu, wanateseka, alafu wakati wameshafika kwa shida wameshaingia ndani ya shida ndani ndani, ndio sasa wanaanza kujuta. Na si wewe ulisikia vizuri, ati majuto ni majukuu, sijui ni mjukuu ama majukuu, ulisikia tu vizuri. Sasa ati kuna watu wengine wakitaka kuoa wengine some people are securing some, some, some ladies and some men who are still in college they are still schooling they are still in universities. Alafu wewe you are very faithful kulipa fisi ya dada ama fisi ya dugu, ukitarajia hati sasa, akimaliza shule hiyo sasa ni wako, utamwoa. Yaani tuseme hivi Ati wewe umefanya nini? you have secured a lady or a man who is still studying in the university or in the college. You are paying, you are very faithful in paying for his school fees or for her school fees ukitarajia tisiko moja kimaliza shule utamuoa. Wacha nikuambie siku ya leo, hawa wadada usicheze nao, usicheze na wao. Wadada hawa ni wa watu, wanaweza kugeuka wakati wowote, ubaki hapo na stress zako, ukijuta ukianza kufikiria kwa nini nilifanya hivi. Wewe ukitaka kulipia ndugu fees ama dada fees, mlipie tu kama ndugu yako ama kama dada yako, lakini usimlipia unatarajia ati akimaliza shule utamuoa. Yani utachelewa, utaanza kulia asubuhi na mapema. Siku yenye atamaliza tu shule hivi, atamaliza university, amalize amalize amalize college, usikia ati ana, am, anapanga rusi kidogo hivi, unasikia ndio ule ameshaolewa na mtu mwingine ama ameshaoa dada mwingine kuna wengine kuna wengine ati sasa wewe unalipia dada rent. kila mwisho wa mwezi unalipa rent, unalipa, una, una, unafanya shopping ati sasa wewe umeshapata dada mwenye unataka kumwoa Wacha ni waambie leo, hawa wadada hao wenye unaona hao ni kigeugeu, watu siku hizo wamekuwa waovu, atakutamulisha tu hivo, wewe ndio breadwinner na unalipa rent, unafanya shopping kila mwisho wa mwezi, alafu siku moja siku moja aone wetu na ndugu mwenye amevaa powerful suit na sharp shooter. Nakwambia, hiyo siku ndio utalia asubuhi na mapema, atachukuliwa na huyo na wafanya harusi, na wewe ubaki hapo, uanze kuregret. Uanze kufikiria, uanze unaregret, unasema I really invested in this lady that one day I may marry her. Now things have turned upside down. Now I am so depressed I don't know what to do myself to avoid all these things, mpendwa, kuepuka haya mambo yote, wewe ukiamua unataka kulipia dada nyumba umlipie rent, umnunulie chakula, umfanyie shopping, mufanyie tu kama dada yako, lakini usimfanyie hivyo ukitarajia ati siku moja utamwoa, mambo itageuka, utabaki hapo umesongwa na mawazo na depression. Na wewe dada, ukiamua unataka kulipia ndugu nyumba, unataka kumfanyia shopping kila mwisho wa mwezi, ufanyie tu kama ndugu yako, lakini usimfanyie atona tarajia ati siku moja atakuoa. Hawa ndugu pia usicheze nao, siku moja tu ataona mwingine aseme ei, hey, ni kama macho yangu ilinidanganya, si si ule ni huyu sasa hmm? Alafu aenda aoe huyo akuwache hapo na wee ulimuinvest kwake, ulikuwa unamnunulia suti unamnunulia viatu. Sasa amekuwacha ameenda kuoa dada mwingine, na ndio kwa sababu mimi leo nimekuja kuwasaidia wewe. Ukitaka kuoa ama ukitaka kuoleka, kuwa breadwinner after mumeshafanya harusi, na ukiamua unataka kusupport ndugu, kama unataka kusupport dada, msupport tu kama dada yako, kama ndugu yako lakini usimsapot usi tu, unatarajia siku moja atakuoa ati siku moja huyo dada huyo ndugu atakuoa, ama siku moja huyo ndugu atakuoa, ama siku moja unatarajia utaoa huyo dada. Saidia tu mtu kama ndugu yako ama dada yako, usicheze na hii dunia. Hawa wadada hawa warembo hawa unaona hawa ati anaku-promise, Oh, I will be, I will love you forever. I will be with you forever. You are the one. I have been waiting for all these years. There is none like you, anakuambia tu hivyo, na wacha tu aku ndugu mwingine amuone mwenye sasa pesa yake, salary ya kila mwisho wa mwezi. Wewe una earn 15000 per month alafu aenda na ndugu mwingine amuone mwenye na earn 15000 per week, atakuacha hapo. Ah, watu anapenda raha na pesa, ndio kwa sababu nakusaidia siku ya leo kuavoid hizi vitu zote. Wan, munaita sijui heartbreak, sijui I am so My heart is in so much pain, you know? ati nilipanda, nilipenda sana huyu dada akanipenda, sasa ameamua kuniwacha mimi. Nakusaidia leo musicheze na wapendwa kwa hii dunia. Dada ameokoka tu vizuri, lakini wakati ataona pesa, ataonwa na mtu mwingine mwenye mfuko pesa imejaa, kwa mfuko imejaa mpesa Atakuacha, atakuacha, utabaki hapo ukilia naye saa hizo, ajali ameenda. Wapendwa, nawasaidia leo, lakini wengine sasa wana ignore, wanasema ah, huyo dada awezi kuniwacha, nimesha invest kwake sana nimelipa school fees, nikafanya shopping kila mwezi, nikalipa rent kila mwezi, huyu hawezi kuniwacha. Waacha tu, siku yenye atakutana na ndugu, atamuona mwenye ako na pesa kushinda wewe, atakuacha hivyo, bila kwaheri, atakuwacha bila kwaheri, ataenda bila kwaheri. Utabaki hapo unajuta, unasema I wish I knew. I don't know what to do. You will talk and talk and say all manner of things, but it shall have happened. It will be done. Bwana sifiwe sana. Sasa siku ya leo mimi na wasaidia ndugu, ukitaka kuoa dada, ukitaka kuoa Usifikiri sasa tuki invest kwa ndugu ama kwa dada, sasa huyo ndio ndugu utamwoa ama huyo ndio dada utamuoa. Vitu wazi wa inageuka wakati, wakati dakika, dakika mwisho vitu zinageuka, unabaki hapo unashindwa sasa, wewe utakuwa mgeni wa nani? Unashindwa sasa ufanye nini na imeshafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Wewe okay, ukiamua unataka kupenda ndugu mpende tu kama ndugu yako Usimpende ati sasa huyu ndio nitamuoa unamfanyia vitu na mzuri, mzuri. Unamnunulia chakula mnanunulia high heels, unamnunulia simu, smartphone ati huyu dada sasa nitamuoa. Wewe msaidie tu kama dada yako. Kwa sababu hao dada huwezi kuamini. Hao wakiona pesa waone tu pesa mtu mwingine tu ndugu mwingine tu amemwona mwenye akona pesa kushinda wewe. Akona gari Atakuacha hata ata bila kwaheri. Utabaki hapo umesononeka na mawazo, unashindwa ufanye nini, atuna sasa, ati sasa sasa unashindwa kukula, ati siku sasa unashindwa kulala, ati sasa utaki kuongea na watu, utaki kutembea huku, wina unataka tu baki tu kwa nyumba. Mpendwa, mimi nakusaidia leo. I am talking to you out of experience. Not my own experience, but out of the experience that I have encountered outside here. Mimi, I cannot do that because I know I know I have experience from, from outsiders not from myself. Me, I cannot do that mimi. Mutu akitaka kunipenda anipende tu hivi. Siati sasa unataka nikuoe? Sasa una, unafikiria mimi ndio ndio ndio, ndio. Ndio nafanya kazi kwa Central Bank of Kenya. I don't have money. I am also struggling to live. Wewe, tusaidiane tu kwenye tuta, tutawana tuanze kusaidiana tukuishi, mimi sina pesa. mtu mwenye tamaa kuni dada, mwenye atamua kunipenda nipende tu jinsi biliv. mimi sitaki mtu atanipenda tujuu sasa sijui niko niko na powerful suit na nikona ati sasa sijui niko na pesa mingi. Those are fake loves, mtu mwenye anakupenda tu atijuko na pesa, sasa pesa ikiisha, si atatoroka kuwacha. That is why you need to be real you. You need to be real to yourself. Hata ukitaka kuoa, wacha kudanganya wasichana wa wenyewe, ati kwa mwezi wewe unapata 50,000, and na, na the real thing is that every month you earn less than 20,000. Badala tu ambie dada ya wenyewe hivyo, akikupenda kupenda hivyo sasa. Wewe mdanganya tu wewe unapatanga 50,000 every month. Alafu aanze tu kukupenda tu kwa sababu ya mfuko yako, kwa sababu hati unapata pesa mingi, kumbe ni uongo. Wakati sasa atakuja sasa, afike kwa ground. Ndio sasa aone vitu ni different, atakudivorce, atakuacha. That is why you always need to be true to yourself. You need to say the truth, to tell the truth. Beloved people, you always need to tell the truth. Na wasaidia tu. Unajua, mimi huwa nawapenda sana, ndio kwa sababu kila kila wakati nawasaidia. I advise you. Sitaki mtu aanze kuteseka na depression na stress ati umeshindwa kukula, umeshindwa kulala, ati utaki kutembea, utaki watu wakuone. Hata sasa mambo ya kanisa utaki utaki kuenda kanisani, ati kwa sababu ati mtu sijua ni kuvunja moyo. Mtu aliingia ndani ya moyo wako akavunja hiyo moyo yako, sababu it has broken your heart. I am so heart broken eh, heart break, heart attack, hizi vitu mwachane nazo. Mungu anakupenda kwa wakati wake atakuletea dada mwenye atakupenda jinsi ulivyo. Kwa wakati wa Mungu atakuletea ndugu mwenye atakupenda jinsi ulivyo. Wachana na hizi love ya pesa na ya raha ya nini, haisaidii. Wakati mnaanza kuishi hivi, kidogo pesa imeisha, ndoa imevunjika. Sasa ni sasa, si unaona? Now you can see beloved people.